Fungu letu ni Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu wailiopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Adamu akiwa katika hali ya kutokuwa na dhambi alikuwa akifanya mawasiliano ya wazi na muumbaji wake, lakini dhambi ilileta utengano kati ya Mungu na mwanadamu, na upatanisho wa Kristo pekee ndiyo ungeweza kuziba pengo hilo kubwa na kufanya mawasiliano ya baraka au wokovu yawezekane kutoka mbinguni kuja duniani. Bado mwanadamu alikuwa ametengwa kumwendea muumbaji wake moja kwa moja, lakini aliwasiliana naye kupitia Kristo na malaika. Hivyo ndivyo Adamu alivyofunuliwa matukio muhimu katika historia ya mwanadamu, kuanzia wakati ambapo hukumu ya Mungu ilitamkwa katika Edeni hadi wakati wa gharika na kuendelea hadi wakati ujao wa kuja kwa mwana wa Mungu mara ya kwanza alionyesha kwamba wakati ambapo kafara ya Kristo ingekuwa na thamani ya kutosha kuuokoa ulimwengu wote, wengi wangechagua maisha ya dhambi badala ya maisha ya toba na utii. Uofu ungeongezea katika vizazi ambavyo vingefuata, na laana ya dhambi ingewakabili zaidi na zaidi jamii ya wanadamu, wanyama na dunia. Siku za mwanadamu zingefupishwa kutokana na mwenendo wake mwenyewe wa dhambi. Angedhoofia katika umbo la mwili na uvumilivu, na katika uwezo wa kiroho na kiakili hadi ambapo dunia ingejazwa kila aina ya dhiki kwa njia kuendekeza hamu ya chakula na mwili wa wanadamu wanadamu wangeshindwa kuthamini kweli kuza mpango wa wokovu. Hata hivyo, Kristo akiwa katika kutimiza lengo lililomfanya atoke mbinguni angeendeleza mapenzi yake kwa wanadamu, na bado angewakaribisha ili wafiche udhaifu na mapungufu yao ndani yake. Sadaka za kafara ziliagizwa na Mungu ili ziwe kwa wanadamu ukumbusho wa kudumu na utambuzi wa toba ya dhambi yake na ungamo wa imani yake katika mkombozi aliyeahidiwa zilikusudiwa kusisitiza katika jamii ya wanadamu wanadamu walioanguka juu ya kweli makini kwamba dhambi ndiyo iliyosababisha mauti kwa Adamu. Utoaji wa kafara ya kwanza ulikuwa utaratibu wa ibada wenye maumivu sana, lakini mkono wake unyanyuliwe ili kuondoa uhai ambapo Mungu pekee ndiye angeweza kumpa kiumbe Ilikuwa mara yake ya kwanza kabisa kushuhudia kifo, na alifanya kwamba kama angekuwa mtii kwa Mungu, basi pasingekuwepo kifo kwa mwanadamu au mnyama. Kadri alipomchinja mnyama huyo kwa kafara asiye na hatia, alitetemeka ha kwa wazo kwamba lazima dhambi yake ingemwaga damu ya mwana kondoo wa Mungu asiye na hatia. Tukio hili lilimpa utambuzi wa kina na bayana kabisa na uasi wake ambapo hakuna kiumbe chochote isipokuwa kifo cha mwana mpendo wa Mungu pekee ndicho kingeweza kufidia. Na alishangazwa sana kwa wema mkuu usio na ukombozi ambao ungetoa fidia kama hiyo ili kumkomboa mkosaji. Nyota ya matumaini iliangaza katika kipindi cha giza na chenye kutisha cha wakati ujao na kuondolewa mbali na huzuni yake kuu. Tunasoma katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 57 hadi 69. Kitendo cha Kristo kufa kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu kisingeifanya tu mbingu kurejesha uhusiano wa mwanadamu lakini, mbele ya ulimwengu wote, kingemthibitisha Mungu na mwanawe kuwa mwenye hai katika kushughulika kwao na uhasi wa Shetani. Ndugu yangu, leo neno la Mungu linatukumbusha kwamba upatanisho wa kweli unapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Dunia imejaa kelele, dunia imejaa tamaa, dunia imejaa udanganyifu wa Shetani unaoficha macho ya wengi wasioni njia ya wokovu. Watu wengi wanajivunia dini, watu wanajivunia umaarufu, watu wanajivunia mali, lakini hawana uhusiano wa kweli na Kristo. Tujihadhari kabisa.